Jina langu ni Oktavia Nikolaus Lota na, tunaongelea habari ya Injili ya Yesu. Injili ya Yesu, kuna mambo ambayo tunapitia na mambo hayo yapo mengi, ila leo nikaweza nikaongelea hata mambo mawili. Jambo la kwanza, tukaweza tukapitia katika hali ya ugumu, shida na tukaanza tukapitia hali ya raha e, asa, katika vitu kama hivyo tunatakiwa tumtumikishe Mungu kwenye kuomba, kusali, kuimba, kuabudu. A, leo, vitu kama hivyo leo nitaongelea vitu viwili, cha kwanza kumwabudu Mungu kama upo kazini upo nyumbani, labda kama mwanafunzi upo shuleni, tunatakiwa kumwabudu Mungu katika hali yoyote utapokuwa. Na kitu kingine tunatakiwa kusali, yani kuomba, na tunatakiwa kuomba kwa kumaanisha, tukiomba na vitu vingi Mungu anatuletea. Mfano, tukaweza tukaomba labda, Mungu naomba tufanyie kitu fulani, atakutendea, labda akaweza akakufanyia miujiza, ukaweza ukakipata hicho kitu kwa urahisi. Mimi kwa ninavyoona upande wangu kumwabudu Mungu ni kuzuri sana A, kingine tukimwabudu Mungu kuna faida zake. Labda faida zake ni zipi? Labda katika kumwabudu Mungu ambazo mtu anaweza akazipata faida zake, akaweza akapata, yaani kama akiomba anapata, ni faida. Labda akaweza akajibiwa kwa urahisi, ndio. Na kingine hmm akaweza yani akafanyiwa uwepesi upesi, upesi, katika jambo ambayo analiomba, ndiyo. Ehe, kitu kama hicho. Unaitwa nani, labda kwa majina, ili watazamaji waweze kukufahamu kwa majina? Yangu unaitwa Oktavia Nikolaus Setebe. Nashukuru sana bana Oktavia, ni mtumishi wa Mungu kuweza kufanya mahojiano na wewe siku ya leo. Barikiwe sana sana, amina.